Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ikhwatal kiram, tunakumbushana jambo moja muhimu ambalo jambo hili litatukumbusha na kutuzindua kuhusiana na lile ambalo tumelisahau wengi, na maslaha yake ama manfaa yake ni makubwa. Na ni maneno ambayo yamesemwa na mtukufu mtu wa darja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akisema maneno yake hayaanguki akisema maneno yake yana tafakuri kubwa kwa wale ambao huyafikiria. Jamii zetu zimezoea kula, lakini katika kula kila mmoja hula kwa sahani yake kila mmoja hula kwa wakati wake. Watu katika chakula hawakusanyiki pamoja, na hili lina athar, kwa sababu vyakula vyetu vinakosa baraka. Tunapozungumza baraka, tunazungumza ziada ya kheri katika jambo. Ziada ya kheri ni ipi? Unakula chakula kingi, lakini unakuta hushibi, unakuta chakula hakina athar, unakuta chakula ndani yake kina maradhi. Chakula yawezekana ni chakula cha afya lakini yale yaliyomo katika afya yasipatikane, kwa sababu chakula kile kimekosa baraka. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, daktari bingwa, mwanasayansi hodari, Mtume ambaye hatamki maneno isipokuwa kwa wahi, akatufundisha ya kwamba tupende tunapokula chakula tule kwa pamoja, tukiwa tumekusanyika. Ni sawa, mabadiliko ya sasa ya ulimwengu yanatufanya tusikutane kwa pamoja wakati wote, lakini sio siku zote. Kuna hatari pale watu wanapokosa kukutana mara kwa mara, kama wana jamii kama wanafamilia, kwa sababu kila mmoja atakuwa na lake. Lakini vile vile kuna watoto wadogo ambao wanatakiwa warithishwe, wapokee kutoka kwa wazee na wakubwa zao namna nzuri ya kula. Utashangaa namna unavyokwenda katika shughuli za maarusi ukakutana na watoto wa kileo ambao wanakula katika mikusanyiko, namna wanavyokula utashangaa, na unajua kabisa kwamba huyu hana wakati na mzazi wake. Ni hatari, kwa sababu wazee wengi hawakupitia mapito haya. Wazee wengi wakikuhadithia, watakwambia mimi nilikuwa na kila na baba, basi mzee ananiwekea anani, ananiwekea, ananiwekea a, msimamo mkali namna ya kutafuna mzee. Ukitangulia kunawa kabla ya yeye, anakuchapa anakukaripia, anakufundisha mzee. Ikiwa utaondoka kwenye chakula kabla ya watu wazima hawajaondoka anakurudi mzee. Ikiwa utakula utatoelea kitoweo kabla yeye kutowea, ataku namna hiyo, usile mbele ya mwenzako, kula usoni pako. Haya ni mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Chota tonge yako vizuri. Haya mtoto anayapata anapokuwa pamoja na wazazi wake. Mimi nakumbushia hapa, siku moja masahaba radhiallahu anhum, katika hadithi ambayo imesimuliwa na Wahshi bin Harb, walikwenda kwa Mtume wakamwambia: ya rasulullah, inna nakul wala nashba, ewe mjumbe Mwenyezi Mungu, sisi tunakula lakini hatushibi tunakula chakula kingi lakini, ukijiangalia tumbo halina kitu kama hatujala. Mtihani vipi? Mtume akawaambia falalakum taftariqun, wenda nyie mkawa mnakula mbalimbali wakati wa kula, amkusanyiki mkakutana pamoja. Qalu na'am, wakasema ni kweli ya rasulullah, hayo ndio tunayoyafanya. Kila mmoja anakula kwa wa wakati wake wala hatukusanyiki tunapokula. Mtume akawaambia sallallahu alaihi wasallam, fajtamiu ala ta'amikum, kusanyikeni wakati wa kula kwenu, kusanyikeni pamoja mule kwa pamoja, tena wadhkuru smallahi inda wadhkur wadhkuru wadhkur smallahi alaih, na mulitaji jina la Mwenyezi Mungu ulio wakati wa kula chakula, yubarak lakum fi, mtabarikiwa kupitia chakula hicho mtapata ziada ya kheri, mtapata siha, mtapata zi, mengi katika chakula yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyajalia kutokana na kukusanyika kwenu kwenu pamoja na kumtaja Mwenyezi Mungu wakati wa kula kwenu. Hadithi hii imenikumbusha mbali sana, wakati tuko wadogo. Mzazi wetu kwanza, muda wa kula haridhiki kwa sisi tuko mbali mbali, ukienda kwa jirani au kukaa mahala, muda wa kula hupo skuli wala huko katika sehemu maalum ya dharura, basi mzee anakuwa mkali sana, kutafutwa wewe nyumba nyingine au mahala pengine. Sasa hili lilikuwa linatufunza, tunapata kula pamoja na wazazi, inakuwa mapenzi yanapatikana. Kuna faida nyingi, nitazitoa chache tu nilizoziona pale. Mnapokula pamoja sahani moja, wana familia basi kwanza, mapenzi huzidi baina yenu, kwa sababu huyu anaweka anatia mkono huyu, anakunywa maji kwa pamoja, mambo yenu yanakwenda pamoja, ule ukaribu wa familia unakuwa huko pale. Lakini nakumbuka ilikuwa inafika wakati mzazi, tunamaliza kula, anainua ile sahani, ule mchuzi unaobakia ule katika sahani kila mmoja anapewa, anywe, na tuna hamu tuna shauku, kila mmoja au uonje mchuzi ule. Mzee alikuwa anatufundisha mapenzi baina yetu, kwamba nyinyi ni kitu hiki kimoja. Mtoto wa leo ambaye hajalelewa hivyo au hajayashika mafunzo kama hayo, anaweza kupewa sahani kama hivyo yenye mchuzi, achilia mbali hivyo, mwenzake amekunywa kwenye glasi, glasi haina kitu Akichukua yeye glasi ile anaegeuza hivi pale alipoweka mdomo mwenzake, yeye anageuza hivi, na pengine baba mmoja mama mmoja ala. Kulli halin, imefikia wakati hata ile thamani yetu baina yetu sisi kwa sisi inashuka, hata ile kuhurumiana inapungua, kwa sababu kuna vitu vyaweza kuonekanwa vidogo vidogo, lakini thamani yake, nafasi yake ni kubwa katika jamii, katika familia vikao vya pamoja katika kula, mtoto anapata kuchota adabu zile, adabu za kula kwa. Unakuta vile kula pamoja inazalisha kwanza mapenzi, inazalisha kwanza kupata uh, ile ile mafunzo kupitia wale wazazi katika kula, lakini pale inashikamanisha ule umoja, kujiona nyinyi ni kitu kimoja, na mengi mengine nayo hupatikana zaidi ambayo ni hiyo baraka kwa kule kula pamoja, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoizungumza. Kwa hiyo licha ya kuwa tuko mbalimbali, yule uko boarding school, yule pale kenda shule jioni, yatokea siku nyingine watu wapo pale nyumbani, Jumamosi, Jumapili, tutumie muda ule kukaa pamoja na watoto wetu, waambie sasa, leo nataka tule pamoja sote hapa nyumbani. Mnakaa kitako, mnakula pamoja. Katika adabu hii, Nabiullah Ayyub, ukisoma kisa chake wale watoto wake, licha ya kuwa kila mmoja alikuwa na familia yake, walikuwa wana kawaida kila wiki siku moja wanakwenda kukusanyika nyumba ya mmoja katika wale ndugu. Leo wanakula hapa, wiki ijayo wanakwenda kwa mwingine, wanazunguka, wanadumisha ule udugu na mapenzi baina yao. Huo ni mfano ni sample ya, ya mfano wa kuonesha namna gani yatakiwa sisi tushikamane. Yatakiwa sisi tutengeneze mazingira ya kuwa karibu na watoto wetu. Kwa kuwa tumekosa mpango huo, sasa kila mmoja analake jambo. Mtoto humjui mfumo wake, mtoto humjui taratibu zake, humjui maumivu yake, humjui kadhia yake, kwa sababu huna muda naye. Mzazi baba anajifanya yuko busy asubuhi mpaka jioni.